Na mtazamaji, rais wa Tanzania Samia Suluhu, amemwapisha rasmi Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu mpya wa Tanzania kwa muhula wa kwanza wa miaka mitano. Rais S. Samia alimteua daktari Nchemba kuwa waziri mkuu Oktoba 13, uteuzi wake ukiidhinishwa na Bunge. Na baada ya kumwapisha waziri mkuu mpya, rais Suluhu anatarajiwa kutangaza baraza lake la mawaziri. Hafla hiyo ilihudhuriwa na kiongozi na watu mashuhuri mbalimbali akiwemo rais wa zamani Jakaya Mrisho Kikwete, makamu wa rais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 Dokta Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa ee, kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 ih inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyo, hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. na mtazamaji raia wa Uholanzi aliyekamata